Rais wa Russia, Vladimir Putin amefanya ziara yake ya kwanza katika eneo la Kursk tangu Moscow itangaze kuwa imelikomboa kikamilifu kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya serikali ya Russia zimesema. Ziara hiyo ilifanyika Jumanne, ambapo Putin alikutana na viongozi wa manispaa ya Kurchatov na alitembelea kiwanda cha nyuklia cha Kursk ambacho baadaye kinajengwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Kremlin, Putin alionekana kwenye video akizungumza na waliojitolea wa eneo hilo huku akiwa amevaa suti. Putin alisisitiza kuwa vikosi vya Ukraine bado vinaendelea na juhudi za kusonga mbele kuelekea mpaka wa Russia, akiongeza kuwa hatua hiyo ni muhimu ili kuimarisha usalama wa eneo hilo. Putin alieleza kuwa ameamuru kuongeza idadi ya vitengo vya ja kuondoa mabomu katika eneo la Kursk ili kuruhusu wakazi waliokimbia vita kurejea makwao. Aidha, video ya ziara hiyo iliyotolewa na Kremlin ilionyesha picha za Rais Putin akiwa katika ziara hiyo. Mwezi Agosti mwaka jana, Ukraine ilianzisha shambulizi kubwa katika eneo la Kursk, ikiteka maeneo fulani kwa haraka. Shambulizi hilo lilikuwa la uvamizi wa kwanza wa ardhini dhidi ya Russia na taifa la kigeni tangu Vita vya Pili vya Dunia. Tangu wakati huo, Russia kwa msaada wa wanajeshi kutoka Korea Kaskazini imekuwa ikipigana kuwatimua wanajeshi wa Ukraine kutoka maeneo hayo. Putin alidai mwezi uliopita kuwa vikosi vya Russia vimechukua tena udhibiti wa Kursk, huku wakisema kuwa wanajeshi kutoka Korea Kaskazini walishiriki katika mapigano hayo. Hata hivyo, Kyiv imeendelea kudai kuwa wanajeshi wake wanapigana vikali ili kulinda maeneo waliyochukua. Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, aliendelea kutangaza kwamba operesheni zake za kijeshi zinaendelea katika maeneo ya Kursk na Belgorod, akisisitiza kuwa Ukraine inavumilia mashambulizi makali kutoka kwa Russia. Nukuu, tunaendelea na operesheni zetu za kijeshi katika maeneo ya Kursk na Belgorod, tunalinda kwa bidii maeneo ya mipaka ya Ukraine, alisisitiza Rais Zelensky katika hotuba yake ya kila siku. Putin alizungumza na rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatatu ambapo alikataa wito wa Washington na Kiev wa kusitisha mapigano kwa siku 30. Hata hivyo, Putini alisema kuwa Kremlin iko tayari kushirikiana na Ukraine katika juhudi za kusitisha mapigano kwa muda fulani, ingawa hakutakuwa na muda maalum wa kusitisha mapigano hayo. Baada ya mazungumzo hayo, Umoja wa Ulaya ulitangaza vikwazo vipya dhidi ya meli karibu 200 za Russia zinazotumiwa katika shughuli za usafirishaji wa mafuta ili kukwepa vikwazo vya mataifa ya Magharibi. Wakati huo Moscow na Kiev zilitupiana lawama kuhusu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaliyojili usiku wa kuamkia Jumatano, Ukraine ilisema kuwa imeharibu ndege 63 kati ya 76 zilizoshambulia maeneo yake huku Russia ikisema imeharibu ndege 159 za mashambulizi kutoka Ukraine. Ziara ya Putin katika Kursk ni muhimu katika muktadha wa vita vya Ukraine na hali ya kisiasa katika eneo hilo huku tishio la mapigano likiendelea kutishia amani na usalama wa kimataifa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.